tangu wiki iliyopita kwamba leo siku ya Ijumapili alasiri hii ya tarehe ishirini na tisa Rabiul Awal mwaka alfu moja mia nne arobaini na saba inayowafikiana na tarehe ishirini na moja mwezi wa tisa mwaka 2025 na kwamba tutakutana hapa biidhinillah tabaraka wa taala kwa ajili ya muhadhara, muhadhara ambao tumependelea kuzungumzia ahamiyatu at-tauhidi wa fadluhu, umuhimu wa tauhidi na fadhila zake. Umuhimu wa tauhidi na fadhila zake, kwa nini mada hii tumependekeza na tumechagua kuzungumzia onwani hii li ahamiyat tauhid, kutokana na nafasi na umuhimu wa tauhidi fi hayati lbasharia, katika maisha yetu haya ya kila siku tunahitajia sana tauhidi. Jamii inahitajia tauhidi kwa ajili ya kutengeneza nyoyo zao kwa sababu tauhidi ndio lengo la sisi kuumbwa na Allah tabaraka wataala, kama tutakavyoona katika mtiririko wa mazungumzo yetu katika mambo yenye kuonesha ahamiyatu tauhidi. Kwa hivyo tukaona ni vyema pamoja na kwamba mada ziko nyingi za kuelezea ambazo waislamu wanahitajia wafahamu katika ahkamu mbalimbali, mambo ya furu alfiqihia. Lakini tukapendelea kwanza tuongelee masaili yanayotaalaki na usul, mambo yanayofungamana ya na misingi ya dini, ambayo hii ndio jambo kubwa kabla ya mambo yote.

Kwa hivyo biidhinillah, katika muda huu mchache tutaishi katika mada hii kuhusiana na ubora na umuhimu wa tauhidi katika maisha ya Waislamu, maisha yetu ya kila siku, na kabla ya kuingia moja kwa moja kuangalia baadhi ya mambo yanayojulisha ahamiyatu tauhidi, kwanza tufahamu maana ya tauhidi. Tufahamu maana ya tauhidi. Tuna, tunafahamu bila shaka, kwa sababu maana ya tauhidi katika marakizi za Ahli Sunna wal Jamaa marakizi za Asalafiyin as, maana ya tauhidi haiwezi kufichikana daima abada, hata kwa watoto wadogo, watoto wa madrasa. Katika marakizi za ahli Ahlisunati Waljamaa, ukiingia ukauliza mamaana tauhidi, utajibiwa na watoto, ukiachilia mbali watu wazima. kwa hivyo tunaelezea kuhusiana na maana ya tauhidi, min babi tadhkiri, katika mlango wa kukumbushana sisi ambao tunafahamu tulabu la ilmi, lakini pia na kuwafahamisha wale wasiofahamu tauhidi katika istilahi maulamaa

na yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mwendeshaji wa mambo yote, hadha tauhidur rububiyya. Kwayo inatakikana kumpwekesha Allah katika sehemu hii, katika utendaji wake Allah tabaraka wa taala wa, ta wa mambo yake, kuamini ya kwamba Allah tabaraka wa taala hana, hana mshirika katika matendo yake.

ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala kwa matendo ya viumbe, kwa matendo ya waja ambayo, hii ni tauhidul ibada, tauhidul uluhiyya wanaita maulamaa kuwa ni tauhid al ibada. Na ndio maana utakuta katika baadhi ya taarifu zinazoelezea maana ya tauhidi. Utakuta sehemu nyingine wamekuandikia atauhidu huwa ifradu Allahi bil ibada, kwamba tauhidi maana yake ni kumpwekesha Allah kwa ibada, bi maana kumwabudu Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika la. Kwa ukiona taarifu hii, basi ujue ya kwamba hapa ina, ina anakusudia mwanachuoni huyu kuelezea tauhidul uluhiya, anakuwa anakusudia

kati ya mitume wa Allah tabaraka wa taala na watu wao, khilafu na, na mzozo uliotokea kati ya mitume wa Allah na watu wao haikutokea isipokuwa ni katika aina hii ya pili tauhidi al-uluhiya. katika kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada kwa maana watu walivyoambiwa mwabudieni Allah peke yake, msimshirikishe, wakaona hili jambo hatuwezi sisi kulifanya. Eh, hatuwezi tukaacha miungu wetu waliokuwa wakiabudu babu zetu na baba zetu, kwa lengo la kumwabudu Mungu mmoja. Tayari ikatokea fitna na ugomvi uliokuwa mkubwa kati ya mitume wa Allah tabaraka wa taala na watu wao wale ambao waliokataa kufuata mafundisho yao.